Kitabu cha Yoshua bin Sira sura arobaini na tano naya arobaini na sita ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo. Ni kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha uweze kuungana na sisi, ambapo pia unaweza ukasoma na sisi Biblia kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Upande wa zote mbili tunajulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalim Petro na Evodia Mazwile upande wa YouTube unaweza ukasubscribe, na upande wa Facebook unaweza ukafollow. Itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuvipata hivi vitabu. Wapendwa, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru tunasema asante kwa sababu ya hekima yako kuu na neno lako hili ambalo Bwana linakuja kwetu tunaomba mungu uandaye mioyo yetu fungua masikio yetu na maisha yetu e bwana ili tuweze kuelewa kile unachotusemesha na tunaposoma roho mtakatifu tuangazie kupata ufunuo kadili kila mmoja unavyomjua katika jina la baba mwana na roho mtakatifu tuseme amen karibuni sana wapendwa tuanze rasmi usomaji sura ya arobaini na tano musa alipendwa na mungu na wanadamu ambaye kumbukumbu kumbu lake lina baraka. Alimfananisha na watakatifu kwa utukufu akamwadhimisha hata adui zake wakamwogopa, na kwa maneno yake akayahimiza maajabu. Akamtukuza mbele ya mfalme, akampa amri mbele za watu wake, akamwonyesha kwa sehemu utukufu wake akamtakasa katika uaminifu wake na upole wake, akamchagua katika wote wenye mwili. Akamsikiza sauti yake na kumwingiza katika wingu la giza, na kumpa amri uso kwa uso, ndiyo sehemu ya uzima wa mataifa, ili amfundishe ya Yakobo maagizo yake na Israeli hukumu zake. Haruni naye alimfanya kuwa mtukufu, ambaye alikuwa mtakatifu kama yule ndugu yake, wa kabila la Lawi. Akamsimamisha kwa agizo la milele kwamba apewe heshima ya ukuhani. Akampamba mapambo mazuri, akamvika vazi la utukufu, akamvika ukamilifu wa uzuri, akampamba utukufu na nguvu, suruali ya bafta na kanzu ndefu na joho akamzungushia kengele na makokomanga ya dhahabu ili kutoa sauti tamu, akienda kutoa sauti ya kusikika hekaluni na kuwa ukumbusho wa Israeli wa, wa watu wake tena vazi takatifu lenye dhahabu na samawi na urujuani, kazi ya mtarizi, na mfuko wa hukumu wenye urimu na thumimu, wa mwekundu uliosukwa, kazi ya fundi, na vito vilivyochorwa mifano ya muhuri juu ya deraya katika kijalizo cha dhahabu, kazi ya msanaa kila kito kiwe ukumbusho uliochorwa maandiko kwa kadiri ya hesabu za kabila za Israeli. Tena taji ya dhahabu juu ya kofia imenakishiwa, kama muhuri neno hili, utakatifu, jambo la heshima, kazi maarufu ya kutamanika, kwa macho njema ya uzuri, kabla yake havikuwako kama hivyo. Hakuna mgeni aliyejivika navyo, ila watoto wake daima katika vizazi vyao. Matoleo yake yateketezwa pia kila siku mara mbili daima. Musa alimweka wakfu, akimpaka mafuta matakatifu, ikawa kwake agano la milele na kwa wazao wake kama siku za mbinguni, ili kumuhudumia Mungu na kufanya kazi za ukuhani na kuwabariki watu wake kwa jina lake. Akamchagua katika wote wenye uhai ili kutoa dhabihu ya kuteketezwa na mafuta na sadaka ya manukato matamu na kumbukumbu na kufanya upatanisho kwa wana wa Israeli. Naam, kwa amri yake alimpa mamlaka katika maagizo na hukumu. Naye akamfundisha watu wake maagizo na wana wa Israeli hukumu. Wageni walimkusanyikia na kumwonea wivu jangwani. Dathani na Abiramu pamoja na kikosi chake na kusanyiko la Kora katika nguvu ya hasira yao. Bwana akaliona hilo nalo likamkasirisha, na katika ghadhabu ya asira yake akawaangamiza. Akaumba ishara juu yao na kwa moto wake Bwa miali akawateketeza. Akazidi kumtukuza Haruni, akampa urithi, alimpa matoleo ya bega kwa chakula wale dhabihu za kuteketeza za Bwana malimbuko akamwekea kwa sehemu yake, kwa kipawa chake na cha wazao wake, maana hana urithi katika nchi ya watu, wala sehemu yoyote katikati yao, mradi Bwana ni sehemu ya urithi wao katikati ya wana wa Israeli. Feneasi bin Elezari ndiye wa tatu mtukufu katika uhodari wake, yaani yeye ya alifanya wivu kwa ajili ya Mungu, akasimama imara walipogeuka watu, katika wema wa juhudi ya roho yake akafanya upatanisho kwa Israeli. Kwa hiyo kwa ajili yake Mungu akaimarisha agizo, ndilo agizo la amani la kuhudumisha patakatifu, na kwamba yeye na wazao wake wawe na heshima ya ukuhani hata milele, kama vile lilivyo agano la Daudi bin Yese wa kabila la Yuda, ya kwamba urithi wa mfalme awe nao peke yake na toka mwana hata mwana; ndivyo ulivyo urithi wa Haruni una yeye na wazao wake. Sasa mumwimidi Bwana aliye mwema awatiaye ninyi taji ya utukufu, na akujalie wewe hekima moyoni mwako, ili uwahukumu watu wake kwa haki, mema yao yasipate kubatilika, wala enzi yako hata vizazi vyote. Sura ya arobaini na sita. Yoshua bin Nuni alikuwa mtu hodari wa vita na mtumishi wa Musa katika kazi ya unabii. Kama ilivyokuwa jina lake, akatunzwa awe mwokozi mkuu wa wateule wa Mungu ili kuwatoza kisasi adui walioondokea, ili kuwapa heshima urithi wake. Jinsi alivyokuzwa akinyosha mkono wake, alipofuta upanga wake juu ya mji! Ni nani aliyeweza kusimama mbele yake? Mradi alipigana vita vya Bwana. Je, Jua halikusimama kwa amri yake, hata siku moja ikawa kama mbili? Kwa maana alimwita Mungu aliye juu, adui zake walipomsonga pande zote, naye Mungu aliye juu akamwitikia kwa mvua ya mawe na barafu, yeye aliyetupa kwa nguvu juu ya taifa la adui na pe, penye yale materemko akawaangamiza wale walioipinga njia, ili mataifa yote waliolaaniwa wapate kujua ya kwamba Bwana alikuwa akichungulia kupigana kwao, na ya kuwa huyo alimfuata Mungu kwa moyo wake wote. Tena siku za Musa, huyo alifanya kazi ya utauwa yeye pamoja na Kelebu bin Yefune kwa vile walivyosimama imara mkutano walipotupa kiasi, ili kugeuzia hasira mbali na makusanyiko na kuyatuliza manunguniko ya uovu, basi katika watu mia sita elfu nao wawili wakahifadhika peke yao na kuwaleta katika urithi wao katika nchi iliyojaa maziwa na asali. Na Kalebu naye Bwana akamjalia nguvu, akakaa naye hata uzee wake, apakanyage mahali nchi palipoinuka, na wazao wake waka wakapate kuwa urithi. Ndivyo maana wazao wa Yakobo wajue ya kwamba ni kuzuri kumfuata Bwana. Pia na waamuzi kila mmoja kwa jina lake, wote ambao mioyo yao haikudanganywa wala hawakugeukia mbali na Bwana, kumbukumbu lao na libarikiwe hata na mifupa yao ifanikiwe panapo makao yao, na majina ya hao wenye kuheshimiwa wachipuke miongoni mwa watoto wao. Samueli aliheshimiwa na watu wote, akapendwa na muumba wake, ambaye akaazimwa kwa Bwana toka tumboni mwa mamaye mnadhiri wa Bwana katika unabii, mwamuzi na mfanyakazi ya ukuhani. Yeye kwa neno la Mungu aliuratibisha ufalme na kuwapaka mafuta watawala wa watu wake. Kwa torati la Bwana aliwaamuru watu, naye Bwana akawajilia Yakobo kwa uaminifu akawa mona aliye aulizwae na kwa jibu lake akawa mona amini. Adui alipomsonga, alimwita aliye hodari, akatoa dhabihu na mwana kondoo. Bwana naye akanguruma kutoka mbinguni, na kwa mshindo akaisikiliza sauti yake. Yeye naye aliwaangamiza kabisa wakuu wa maadui na mabwana wote wa Wafilisti. Na wakati walipokuwa tayari kulala usingizi wa mauti mbele za Bwana na mbele ya masia wake, alijitetea kwa ujasiri. Kwa mkono wa nani nimepokea rushwa hata jozi ya viatu? Wala hakuna aliye mshitaki hata akiisha kufariki aliulizwa unabii, akamjulisha mfalme mwisho wake. Akainua sauti yake kutoka unabii kutoka nchi ya nchi, ili kufuta uovu wa watu.